Habari, karibu katika chaneli yetu. Leo tunakwenda kuangalia moja mada muhimu sana lakini fupi: umuhimu wa kufanya ultrasound katika kipindi cha miezi ya mwisho ya ujauzito uzito. Tutaangalia kwa undani kipindi hiki cha miezi ya mwisho yani kuanzia wiki 28 hadi wakati wa kujifungua. Tutaangalia kwa undani kwa nini ni muhimu kufanya kipimo hiki kikifanyika, natarajia kuona nini, lakini pia faida na umuhimu kwa undani kabisa, kwa nini kipimo hiki kinapaswa kifanyike hasa katika miezi hii ya mwisho ya ujauzito. Daktari utakuwa nami, daktari Lenny Komba anatuletea mada hii kwa undani. Kama bado hujajiunga nasi, basi jiunge nasi kubonyeza alama ya subscribe kisha kiengele pembeni yake, isikilize kwa makini mpaka mwisho, mpaka mwisho wa video hii a kuangalia umuhimu wa kufanya ultrasound katika kipindi cha miezi ya mwisho ya ujauzito. Kwanza kabisa katika kipindi hiki madaktari watahitaji kufuatilia kwa undani na kuona ukuaji wa mtoto aliyepo tumboni, lakini pia katika kipindi hiki mtoto anakua kwa kasi, hivyo ni rahisi kupata changamoto mbalimbali za kiafya. Kwa hiyo madaktari ushauri kufanya kipimo hiki ili kubaini kama kuna changamoto yoyote ambayo inaweza ikatokea. Lakini pia kipimo hiki katika miezi hii kikifanyika, kinaweza kika- daktari akashauri njia ya mama kujifungua, kama njia ya upasuaji au njia ya kawaida. Tuende kuangalia wakati kipimo kinafanyika, vitu gani ambavyo kwa vinafuatiliwa sana. Cha kwanza ambacho kinafuatiliwa ni ukuaji wa mtoto katika kipindi cha miezi ya mwisho ya ujauzito mtaalamu, yani atakayefanya hicho kipimo ataangalia ukuaji wa mtoto aliyokuwa tumboni, lakini pia atafanya makadirio ya uzito, lakini pia ataoanisha ukuaji wa mimba kama ni wiki ishirini na nane ya kawaida, lakini pia ataoanisha na majibu atakayoyapata ili kujua kama yanalingana au yana tofauti wowote. Jambo la pili ambalo linaangaliwa katika kipindi hiki ni mkao wa mtoto. Atakayefanya ultrasound, tutaweza kuangalia, tutaweza kupata kwamba mtoto katanguliza kitu gani, katanguliza kichwa, katanguliza makalio, au katanguliza uso, au katanguliza bega. Kitu ambacho katanguliza tutaweza kukiona. Mkao wa mtoto utaweza kutukasisi, tukushauri mama ajifungue kwa njia gani. Kingine kitakachoangaliwa ni kiasi cha maji kwenye mfuko wa kizazi tunaitaja amniotic fluid. Tutaangalia kama yameongezeka, kama yamepungua au yapo kawaida. Jambo lingine tutakaloangalia ni hali ya kondo la nyuma. Tutaangalia kama kondo la nyuma limejishikiza au kuziba njia ya kizazi, kitaalamu tunaita placenta previa. Hali hii ni hatari na inahitaji upasuaji ya kawaida. Jambo lingine litakalofanyika ni kuangalia mtiririko wa damu kwenda kwa mtoto. Tutaangalia kama damu inaenda vizuri kwa mtoto na hakuna changamoto nyingine yoyote. Lakini kitu kingine ambacho kitaangaliwa ni makadirio ya siku au tarehe ya kuzaliwa. Kwa hiyo baada ya kupata makadirio tarehe ya kuzaliwa, mama atashauriwa tarehe ya kuzaliwa ta na mara nyingi katika ultrasound tae inapatikana kwa ultrasound isa, inakuwa ni sahihi zaidi kuliko ile ambayo mama amepatikana kalkuleti kupitia siku ya mwisho ya kupata ni, siku ya mwisho ya kupata hedhi tunaitaga last normal menstrual period. Kwa hiyo hayo ndio vitu ambavyo vinaangaliwa katika kipindi nafanya ultrasound, hasa katika miezi ya mwisho ya ujauzito. Sasa tuangalie matokeo yake au viashiria vya hatari ambavyo tunaweza tukavigundua katika kipindi hiki baada ya kufanya ultrasound. Moja ya kiashirio cha hatari ambacho kinaweza kikafanya daktari achukue hatua za mapema, kwanza kuona ukuaji wa mtoto ni wa kiwango cha chini, inahitaji intrauterine growth restriction. Lakini pia tunaweza tukapata viashiria vya hatari nyingine, ni mtoto kuwa mkubwa kupita kiasi, tunaita macrosomia. Kiashiria kingine cha hatari ni kondo la nyuma kujishikiza kwenye njia ya kizazi, maana kwamba mama hataweza kupata mtoto wa njia ya kawaida, na hali hii ni ya dharura, inahitaji upasuaji wa haraka. Kitu kingine kitakachoangaliwa ni maji kwenye ufuko wa kizazi kama imepungua ni hali ya hatari ambayo inahitaji uangalizi wa karibu kwa mtoto. Kitu kingine ambacho kinaweza kikapatikana ni mkao wa mtoto, kama mtoto ajitanguliza kichwa, unaweza ikawa ni kuna baadhi ya mikao pia ni hatari, ya hatari kwa mikao hii ya hatari inaweza ikatoa mwanzo wa daktari kukushauri ni njia gani ambapo unaweza ukachanga changamoto hii au ni njia gani ambayo alifungua mara nyingi kama mtu amekaa vibaya, basi na kushauri mama afanye upasuaji. Kwa hivyo ni moja ya viashiria vya hatari ambavyo oka, viko vyingi ambavyo zazoa, lakini mara nyingi ni hivyo ambavyo nimezitaja, na ndivyo mara nyingi wengi wamekuwa wakipita changamoto hizo ambazo nimezitaja. Sasa faida kubwa ni kupanga njia ya kujifungua. Kwa hiyo, kutokana na majibu ya ultrasound, daktari anaweza akakushauri mama ukajifungue kwa njia gani, kwa njia ya upasuaji au kwa njia ya kawaida. Lakini kama kuna changamoto hizo ambazo nimezitaja kwamba kuna macrosomia, kidais si placenta praevia kwa hiyo mama atashauriwa akafanya upasuaji. Lakini kama hakuna changamoto yoyote, kile kitu kiko shwari, basi mama atashauriwa anaweza akajifungua kwa njia ya kawaida. Kitu kingine, faida nyingine ni kwamba mama anapata majibu sahihi na anakuwa na utulivu wa afya yake, kwa sababu anajua nini kinachoendelea, anajua atajifungua kwa njia gani. Kwa hiyo ni muhimu kufanya ultrasound katika kipindi hiki cha miezi ya mwisho ya ujauzito. Swali ambalo naweza kujiuliza, je, ultrasound ni salama? Kuna baadhi nasema kwamba ultrasound si ni salama. Lakini leo nitoe hofu kwamba ultrasound inatumia mawimbi ya sauti, sio mionzi kama x-ray. Kwa hiyo ultrasound ni salama kwa mama, lakini pia ni salama kwa mtoto. Kwa hiyo usiogope kufanya kipimo cha ultrasound. Nitimisha kusema kwamba ni muhimu kwa mama mjamzito kufanya ultrasound, hasa katika kipindi cha miezi ya mwisho ya ujauzito ili kujua kitu gani ambacho kinaendelea au kama na changamoto yoyote, lakini pia kipimo hiki kitamsaidia kita, kita daktari akushauri njia gani ambayo mama utaifungua au utapata mtoto wako. Nitokee siku njema kama kuna jambo ungependa tujifunze, mekie kwenye comment section na utajifunza. Nitakia siku njema na Mungu akubariki.